Nimekuja hapa, jambo la kwanza kuendelea kuwaomba msamaha sana, kwa sababu ya huduma mbovu ambayo sasa inaendelea. Lakini jambo la pili, nimekuja hapa kuwaeleza kwamba kabla wiki ile alijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi angalau mapya machache yatakayoingia, wakati tunatafuta suluhu ya kudumu ya mabasi katika njia hii, baada ya kuona ninyi abiria mmekwisha toa ushauri wa kutosha. Kilichofanyika ni kwamba huyu anayetoa huduma sasa hivi, sasa tunamtoa kwenye barabara hii na tunaingiza, tunamwondoa kwenye barabara hii na tunamwingiza mtoa huduma mpya, ambaye hivi ninavyozungumza, muda huu mabasi zaidi ya mia mbili yameshapakiwa ili kuja katika barabara hii hivi ninavyozungumza hivi ninavyozungumza hivi ninavyozungumza, kuna mabasi zaidi ya mia moja na hamsini ambayo yamekwisha fika kwenye njia ya Mbagala na mabasi mengine mapya yatakuja kwenye njia hii. Kwa hiyo wiki hili kabla hata wiki ile haijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi mapya machache ili aweze kufanya kazi kwenye barabara hii kabla hizo basi mpya zijaja. Kwa nini hii njia hii yaya Morogoro Road usingeitoa dada za kawaida zikawa zinapita ukiwa tunasubiri usafiri mpya mwendokasi? Hilo niilo very good. Jamaa wangu anauliza kwamba kwa nini tusiweke mabasi ya kawaida mnisikiliza tu... kidogo, barabara hii ni barabara mwendokasi utaratibu wa mabasi huko tofauti mkiangalia milango ya basi za kawaida hazipo upande huu zipo upande huu tunaweza tukajikuta tumeleta ajali kubwa kuliko kutatua matatizo kwa watanzania na ndio maana nimewaambia nimewapa taarifa kwamba ile njia ya mbagala tulikuwa tunasubiri mabasi ambayo yote yamefika mabasi mia moja na hamsini na moja na njia hii nimewapa taarifa kwamba mabasi zaidi ya mia mbili yanakuja na hayaletwi tena na watu wanaotoa huduma, muda huu tumechukua kampuni nyingine tofauti ili iweze kutoa huduma kwenye barabara hii. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, kila jambo huwa na changamoto zake. tukipata changamoto na tukawaambia, ndugu zanguni, mtuwie radhi, mvumilie kidogo. Ninyi mkiwa na hasira hatujengi nchi moja lazima tujenge nchi moja. Haya, mwenye swali mwingine aje. No, ambao utoa. Jamani, ambao mwenzetu, ushauri ushauri ambao nao utoa jamani, tumsikilize mwenzetu anatoa ushauri ushauri ambao nao utoa kwa sababu daladala zina leseni ziruhusiwe kwenda posta au gerezani kupitia njia ile ti. Shida tu ni hiyo tu ya usafiri. Daladala ziruhusiwe kwenda upele njia, njia ile kule. Jamani, anachosema mwenzetu kwamba sio kuingia kwenye mwendokasi bali daladala za kawaida ziruhusiwe zipite kule ziende mpaka gerezani, si ndio? Hilo mnalo shauri ndilo hilo mnalo shauri. Naomba niondoke nalo haraka nikalifanyie kazi asubuhi hii. Naondoka nalo hilo, nafanyia kazi asubuhi hii.